Umati wa watu unaimba viva papa, ambayo ina maana ya maisha marefu papa kwa Kiitaliano. Muziki unaendelea kuchezwa kutoka kwenye bendi ambayo sasa iko chini ya roshani katika uwanja wa St Peter's Square na hivi sasa mambo yatakwenda kwa haraka mno kwa vile moshi mweupe umetokea. Kawaida papa mpya ataonekana kwenye roshani upande mmoja wa uwanja wa St Peter's Square ndani ya saa moja ijayo na ataongozwa hadi kwenye chumba kidogo karibu na kanisa la Sistine, ambapo atavaa mavazi meupe ya papa. Kardinali mkuu atathibitisha uamuzi huo kwa maneno Habemus Papam, Kilatini, ikimaanisha tuna papa, na kumtambulisha papa kwa jina lake alilolichagua watu wanarukaruka juu na chini kwa furaha, wengine wanaomba huku wakiwa wanatazama angani. Wanandoa kutoka Ugiriki wanasema ni tukio ambalo ni nadra sana kutokea maishani na kuongeza kuwa watasubiri kuona papa akitokea kwenye roshani katina eneo lote la kanisa la Sistine. Kengele zinalia kwa nguvu sana na zinasikika kila mahala, huku watu wakishangilia na kupiga mayowe kwa furaha. Bendera zinapeperushwa huku watu wakikumbatiana wakati mchakato wa kumtafuta kiongozi wa kanisa Katoliki ukifika tamati. Bendi maalum iliyovalia nguo za rangi ya bluu na samawati inaonekana ikicheza muziki huku ikipita katikati ya umati wa watu huko Vatikani. Wanaotembea kando yao ni walinzi wa usuizi wakiwa wamevalia sare zao za mistari ya bluu na njano. Umati wanapiga makofi na kuinua simu ili kunasa picha hii. Ni TMC News Update kimataifa. Mimi ni Ronald Sonyo, endelea kutufuatilia ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozipakia hewani.